Ibrahim, karibu sana. E, tuanzie, tuanzie Kongo. Yimeku, imekuwa ni jambo la kushangaza kwamba SADC wameamua wenyewe kuondoa uh, vikosi vyao huko Jamhuri na, na si muda mrefu tangu uh, waanze ya kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya miongo miwili SADC, uh, operation hizi zimefanyika muda mfupi sana, na sasa wanaamua ku, ku, kurudisha majeshi nyumbani. Kwa nini? Bila shaka kuna kitu uh, ndani ya Kongo hatuambiwi uhalisia. Ukitazama zile yani, yale matukio yale kwa vitendo hmm. Kuna vitu kama hatuvipati moja kwa moja kuambiwa kuwa shida ni nini. Unaweza kusema vikosi vya Umoja wa Mataifa kama MONUSCO vimekuwepo kwa miaka ishirini vile vilikuwa ni vikosi vya uangalizi, vikosi vya usimamizi wa amani, sio vikosi vya kupambana. Ni tofauti na vikosi vya SADC vilivyoingia au vikosi vya East Africa vilivyoingia. Lakini vikosi vya MONUSCO ambao vimekuwepo muda mrefu vilikuwa vikilaumiwa sana kwa kile kinachotokea, lakini nadhani ilikuwa ni e, kupokea taarifa tofauti au malengo ya watu kuelewa hivi vikosi viko hapa kwa ajili ya nini, kwa sababu vile vikosi havikutumwa kwenda kupokonya silaha wala mm -hmm, havikutumwa kwenda kupambana na makundi yenye silaha mm -hmm, ila vilipelekwa kwa ajili ya amani. Hivi vikosi vya East Africa na vikosi vya SADC ambao awali vya East Africa vikaondoka, vikaja vikosi vya SADC, ndivyo vikosi vilikuwepo kwa ajili ya kupambana na makundi yenye mm -hmm. silaha. Sasa kuondoka kwa vikosi vya SADC nchi 16 hapa ndiyo kunapoleta maswali kwa sababu kazi waliotumwa na mkataba wao ulikuwa, ulikuwa upi yani, kuwa umekuisha umemalizika, au wanaondoka kwa sababu gani? Wanaondoka baada ya tangazo la Angola la kuwa Angola sasa itawakutanisha M23 na, na serikali ya Kongo ambao wamekubaliana mazungumzo yataanza tarehe 18 manake, baada ya hilo tangazo ndio tunasikia kuwa Sadik sasa na wao wanaondoka. Kuondoka kwa Sadik nenda kafate kauli iliyotolewa na Rwanda baada ya kusikia vikosi vya Sadik vinaongozwa, nasema kuwa huu ni uamuzi sahihi ambao utaleta utulivu wa, wa eneo. Lakini utulivu gani yani, kuwa watapata urahisi vikosi vya M23 kwenda wanapo, kwa sababu sasa hivi M23 wanaendelea kuchukua miji mm. na vijiji hawaja stop wanaendelea. Sasa unaweza kusema kuwa kizingiti nini mm. ni SADC, kwa sababu vikosi ukiangalia kama vya FARDC vimeshutumiwa kwa kashfa nyingi kwa sasa hivi kuwa kwanza watu ambao yani wakongomani wamekuwa hawaogopi tu M23 ila wanaogopa hata wakiwaona askari wao sehemu. Maanake kuwa kila aliyemiliki silaha ndani ya ardhi ya Kongo amekuwa ni tishio kwa wale wasiokuwa na silaha, uporaji, wizi. Yani raia ambapo wakiona wanajeshi wanakimbia zaidi kwa sababu tu na kwenyewe ni tishio. Ni sehemu ya maamuzi ya kikao kilichoketi hapa Dar es Salaam ambacho kiliunganisha SADC na EAC? Hapana. Hii mada haikuwepo kabisa, vikosi vya SADC kuondoka. Ile mada ya Dar es Salaam ilikuwa hasa inahusu kuhusu mazungumzo mm. Yani, kuwa wanawezaje kulitatua hili swala, manake sio kuondoka. Huu uamuzi wa kuondoka vikosi vya SADC, kwa sababu mimi nimeusikia baada ya, ya kauli ya Angola ya juzi kuwa amekubali rais eh, Lorenko amesema kuwa tumekubaliana sasa, tutawakutanisha mm. uh, chisekedi waasi wa na, na, kitu ambacho walikuwa wanakipinga kwanzia, wali unakumbuka kabla ya kudondoka Goma na Bukavu mm. Mkutano wa mwisho ambao ulivunjika ndio ukasababisha machafuko makubwa, ulikuwa wa Angola, ambapo walikuwa wanaenda kukutana Chisekedi na Kagame, baadaye Kagame akakataa akasema kuwa Kongo wanapaswa wazungumze na M23. Sio sisi. Mm. Kongo alivyokataa kusema kuwa hatuwezi kuzungumza na M23 tunataka tuzungumze na Rwanda ndipo tukaona nguvu kubwa imepelekwa M23 kuanza kutaka kuchukua miji, ilikuwa ni shinikizo. Mm. Kwa hiki kinachoendelea kuwa M23 ambao wanatajwa kusapotiwa na Rwanda kwa sababu Rwanda anatajwa kuwepo na, na askari kati ya 3000 na 4000 wa kwake kwenye ambao wanasaidiana na M23, hiki kinachoenda kutokea wanaenda kutimiza malengo. Kwa sababu malengo wanayotimiza sana walikuwa na kitaka na, na ndio maana unaona kuwa serikali ya Kongo ilikuwa haitaki mazungumzo na hmm, M23 kwa sababu yale mazungumzo yalikuwa ku, ku, ku, yani kuwapa, kwa sababu yale mazungumzo yalikuwa yanaenda kuhakikishia yani kuwapa kile wanachokitaka kuwa lazima tutapewa kitu fulani kwa sababu awali yalishawahi kutokea vita ya tisini, ya tisini zile vita ya mwanzo elfu mbili yote yalitokea haya. Hasa hivi vikosi vya Sadek nchi kumi na sita vimenyosha mikono vinarudi nyumbani. Eh, Kongo wanahitaji nini sana hasa kwenye operesheni za kijeshi? Kwa sababu kumbuka waasi wa ishirini na tatu sio mara ya kwanza kusumbua. Kuna wakati walichechamaa kwelikweli na eh, tuliwasaidia. Tanzania tuliwasaidia tulipeleka eh, brigade chini, chini ya eh, eh, alikuwa eh, Luteni eh, Jenerali Mwakibolwa, na, na ni kama tulifanikiwa kwenye ile operation kwa sababu tuliweza kuwasambaratisha wakapoteana, na baadaye ndio wamekuja kujiuku kujikusanya tena na kuanza tena kuleta shida hizi 2012 iko 2012 iko iko na operation kama ya mwaka mmoja hivi mm. Lakini sasa hivi pengine inahitajika operation kama ile. Swala la Congo good luck, ukilitazama kwa nini, unaweza kusema kuwa SADC nchi 16 mm wanapambana na kikundi cha M23 akisaidiwa na Rwanda hmm. Unaweza kuona kuwa eti kweli wanaweza kuwashinda? Naamini kuwa nchi mmoja tu ya SADC inaweza ikasimama na M23 na ikawatoa kwenye njia wakaondoka kabisa, kwa nchi moja tu. Sisemi kuwa uchukue nchi zote. Afrika Kusini hmm. alikuwa na askari elfu moja lakini swala la Kongo, nyuma kuna kitu ambacho hakiko wazi sana kwenye hili, yani kuwa kwa sababu rudi, rudi, rudi nyuma kidogo. Mfano tuseme miaka ya tisini yeah, wakati kwenye mgogoro wa Kongo ulivyokuwa, manake kuna nchi ziliingilia kati, walikuwepo Uganda waliingia, Burundi waliingia mm, Angola waliingia uh, Rwanda waliingia, nchi nyingi ziliingia kwenye ule mgogoro Ndia. Lakini rudi kwenye maamuzi yaliyokuja kuchukuliwa na Umoja wa Mataifa baadaye yalienda kupiga vikwazo Kongo mm, kupewa silaha kwa sababu wakashutumiwa, jeshi la Kongo lilifanya uhalifu dhidi ya raia Ndia. Lakini hakuna nchi nyingine hata zilizoingilia ziliwekewa vikwazo vya silaha, sijui unaelewa. Kongo kaondolewa vikwazo vya kumiliki silaha ni elfu mbili ishirini na mbili Disemba, Disemba yaani mm. ni mwaka mmoja, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano wanaingia kwenye kwenye mzozo, yani wana kipindi cha miaka miwili tu kuanza kujenga jeshi lao mm. kuanza kununua silaha kuanza kupokea, miaka miwili iliyopita sasa mm. ni kama kuna ajenda ambayo iko nyuma inapikwa kusudi kuwa Kongo haipaswi kuwa na jeshi imara. hmm. Sasa tunachokiona e, baadhi ya askari wa Kongo fa, fa, jeshi la Kongo FARDC hmm. wengine wanajitoa, wengine wanajiunga na M23, wengine wanakimbia uwanja wa mapambano. Vikosi vya SADC ndo hivyo vinaondoka, MONUSCO wameondoka, e, operation ya EAC ile ambayo walipelekaga wanajeshi nao wameondoka. E, matumaini ya Kongo sasa hivi yako wapi? hakuna matumaini zaidi ya hiki wanachoenda kukifanya hivi sasa, kukaa kwenye meza yako Luanda. Yaani hiki ndio wanaweza kusema matumaini. Ndio maana nimerudi, nimekwambia kuwa ni kama vile kuna kitu hatuambiwi. Yani, shida ya Kongo ni ipi? Hatuambiwi kwa nini hivi vikosi vinaondoka wakati hali bado haijatulia. Mm. kwa nini vinashindwa kudhibiti hii kitu kinatokea? Kwa nini hakuna vikwazo vya silaha kwa wasambazaji wa silaha Kongo? Kwa nini hakuna vikwazo vibaya kwa wale wanaosaidia vurugu za Kongo? mm. Yani, tunaona kila kitu kinaendelea na kila kitu kiko sawa. Na hili ndio maana limemfanya sasa hata Chisekedi kuona kuwa utabaki peke yako na hawa, hakuna kitachobadilika, kwa hiyo kaa kwenye meza umalize kuzungumza kwa sababu hutopata kingine ambacho unaweza ukakipata kwenye hili. Ndio maana unasema kuwa kwa nini yani, kwa sababu hakuna kinachoeleweka kwenye Kongo, kuwa hatuambiwi ukweli kuwa matatizo ya Kongo yanatoka wapi? Je, ni Kongo inatakiwa iishi hivi hivi, kutokuwa na jeshi imara? Kwa sababu kila hatua unapoziona zinataka kuchukuliwa za kutaka kuimarisha jeshi la Kongo hmm. unaona kama vile kuna mapambano ya nje yanatokea kudhibiti ukubwa au uimara wa jeshi la Kongo, yani ibaki kuwa dhaifu hmm. Yaani watu waweze kuingia na nchi ziweze kuingia kujichotea kile wanachoweza kuchota. Sasa tuangalie -e, mkutano wa Ee, sasa mmoja kati ya mkutano wa nchi tajiri zaidi duniani G7, nchi tajiri zaidi ya kiviwanda ambao wanakutana e, una e, e, huko Canada e, Canada ambayo sasa hivi pia inakwenda kuwapisha waziri mkuu mpya baada ya Justin Trudeau kujiuzulu, na Canada ambayo pia imekuwa ikikumbwa na vitisho sana kutoka utawala mpya wa Marekani, kukiwa vikwazo vya kiuchumi na Marekani kutaka kuimiliki na vitu kama hivyo lakini, tunaona mkutano huu pia unafanyika katika kipindi ambacho kuna kiu kubwa ya kumaliza vita huko Ukraine na Mashariki ya Kati e, mkutano huu pengine una mambo gani hasa makubwa kwa dunia? Nadhani huu mkutano umebeba ajenda kubwa moja na ajenda ambayo itajadiliwa chini kwa chini ni ya taarifu ya masuala ya makodi lakini ajenda kubwa ni ya Ukraine, kumaliza mzozo wa Ukraine, ambapo mkutano uliomalizika juzi kule Jeda ambao uliwakutanisha Marekani na Ukraine mm. na Zelensky alikwenda baadaye wakabaki mawaziri mm. eh, mkutano ambao ulitoa uh, tamko ambalo tulilipata, sasa kuwa Ukraine imekubali usitishaji wa siku thelathini mm -hmm. Tukawa tukisubiri kauli kutoka kwa Urusi. Nadhani Urusi jana, Putin alijibu wakati alikuwa anazungumza na Lukashenko mm. alisema kuwa wamekubaliana lakini bado wana vitu vingi sana vya kuzungumza katika hayo mm. masharti. Kwa hiyo mkutano wa Kanada huu wa G7 wenyewe umekwenda hasa kuangalia masuala ya Ukraini, lakini watajadili kuhusu mabadiliko makubwa ya, ya sera ya, za Marekani kwenye uchumi wa dunia mm. hasa masuala ya kodi. Mfano, kama sasa vita kubwa ya kodi iko kati ya Marekani na Kanada mm. jirani yake ambaye kwa muda mrefu wamekuwa wakishirikiana kwa mambo mengi wanauziana vitu vingi. Sasa ni kama vile Trump amengata jongo uh, uh, ukiweka na weka ni haelewi chochote sasa, yani ni vita kubwa. Nadhani katika hiyo mjadala utakuwepo utajadili kuhusu Ukraini na watajadili kuhusu uh, hali ya dunia ilivyo sasa kwenye masuala ya kiuchumi, masuala ya uchumi, uchumi. Mm -hmm. Lakini tumemsikia Marco Rubio, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, anasema masuala ya Marekani kuichukua Kanada, masuala si ya Kanada na Marekani hayatajadiliwa, hayatajadiliwa kwenye hilo, hawatojadili hilo kwa sababu watajadili masuala ya kodi mm, yaani kukwepesha lile, kwa sababu Rubio anachokwepa ni vyombo vya habari mm, ambavyo anajua kabisa nitakutana na maswali kama haya, kwa sababu kwa leo good luck, jinsi Trump anavyotaka kuifanya dunia iwe au jinsi Trump anavyochukua hatua zake ni hatua ambazo unaiona dunia iliishi labda karne ya kumi. Ndiyo. Yaani, mwenye nguvu, ukiwa na nguvu unaweza kujichukulia chochote, kwa sababu tukisoma tawala nyingi ambazo zimewahi kuwepo duniani zilikuwa ni tawala ambazo zilikuwa zina uwezo tu wa nguvu. mm -hmm. Sio kwamba chochote kuwa wewe ukiwa na jeshi kubwa, unawaza hapa mimi nimeshaichukua wapi, moja nikaichukua na Kenya mm -hmm. Unaenda na jeshi lako, unawapiga, unaichukua, inakuwa yako. Ukitoka pale, unatafuta kwingine, unawachukua, unapiga. Kwa hiyo Marekani anatumia nguvu yake kubwa ya uwezo, fedha, jeshi, kila kitu. Fikiria kauli ambayo ameitoa Trump jana kuhusu uh, Panama. Anasema sasa tuangalie uwezekano wa jeshi liweze kuangalia jinsi ya kudhibiti mfereji wa, wa Panama tena ambao walijitoa mwaka 99 sasa unakaa unafikiria kuwa hizi nguvu ambazo tunamlalamikia Urusi alizitumia kwa Ukraine mbona sasa wengine wanataka wazitumie kwingine ambapo kuwa mimi nikiwa na nguvu naweza kuingia kwenye nchi yoyote tu nikaenda yes. nikana nini hiyo dunia iliishi karne ya kumi, karne ya ya saba huko ndio watu waliishi lakini tulikuja tukapangiana ustaarabu wa ulimwengu kuwa kila mmoja amheshimu mwenzake hata kama ni nchi ndogo wache wawe na nchi yao, ni nchi huru bila kubugudhiwa na nchi nyingine. Lakini kama tutaamua kuwa yoyote mwenye nguvu anaweza kuvamia nchi ndogo na akaishinikiza kama Marekani, kama vile Trump anaiambia Canada kuwa ukikubaliana na, na na kuwa jimbo la hamsini na moja kwetu, haya yote yatakwisha, itakuwa free taxi, kila kitu kitaondoka, yani kila kitu tsa yani, unanipa shinikizo la nguvu kwa sababu una uwezo hmm. Ili ukipate kile kitu cha kwangu, ni kile ambacho Marekani amemfanyia Ukraini baada ya Ukraini. Ukraini kukataa kuwa unataka madini yangu, sawa, nipe dhamana ya usalama hmm. Hatu, hatuwezi ukupa lakini mwisho wa yote, nakata usaidizi hmm. Nafunga anga naf kila kitu yani, kumpa shinikizo ambayo kunafahamu kabisa kuwa ni kama vile umemwekea mtutu kichwani. Ndiyo. nipe ulichonacho mfukoni. Atafanya nini? Atakupa, lakini huwezi kusema kama huu ni ushindi Yani kuwa amenipa kwa ridhaa yake. Hajakupa kwa ridhaa yake ha, um, amekupa kwa sababu umemtisha, kwa sababu umegusia swala la Ukraine. Am, tumalizie na taarifa hiyo. Tumeona rais Zelenski akilalamika kwamba Urusi inachechemea yani inakwenda mwendo wa kinyonga, taratibu kabisa kwenye kutafuta suluhu eh, hasa hii swala la ceasefire, kusitisha mapigano ya kwenye hili kuna, kuna, kuna nadharia mbili unaweza ukazipata ukienda kwa wa Ukraine wenyewe, yani ukisikiliza raia wa Ukraine wanapozungumza kuhusu Urusi, wa Ukraine wengi hawana imani na Urusi kwenye hili la usitishaji, kwa sababu wa Ukraine wana kumbukumbu na chanzo cha matatizo yalipoanzia matatizo. Mengi yalianza kuanzia ile 2012, 2013 kwenye maandamano yale ya Euro Maidan mm. Baadaye kuja Crimea kuchukuliwa, wamepita kwenye makubaliano mengi na ndio makubaliano ambayo Zelensky aliyazungumza kwenye ofisi ya Oval, kwa sababu tu yeye hakuwa chaguo la vyombo vya habari vya magharibi mm. Watu walimnukuu Trump zaidi kuliko Zelensky. Lakini Zelensky alikuwa anamuuliza JD Vance, tuzungumze demokrasia gani, yani unataka diplomasia. Diplomasia gani unataka mm. tutumie ambayo we unaizungumza kwa sababu kama Urusi kuka tumekaa naye kwenye meza tuna miaka tumekaa naye, tulishakubaliana kila kitu, lakini alituvamia mm. Sasa unataka tuzungumze diplomasia gani? Kwa hiyo ukiwasikiliza wa Ukraini wana hiyo hoja, lakini Urusi hofu yake kwenye hili ambapo Lio. Ndio maana unaona kuwa wanasema kuwa ame, anachukua hatua taratibu. Hata yeye amekubaliana na siku 30, lakini akasema kuwa kuna vitu lazima tuzungumze na Marekani. Anauliza, haya makubaliano ni halisi au mnataka mnizunguke? mm. Kwa sababu Urusi, unakumbuka katika interview aliyoifanya Putin na Taka mwaka jana, alizungumza akasema kuwa vita hii tulishaimaliza toka 2022 kwenye mazungumzo ya Ankara Uturuki, lakini Marekani na Uingereza ya Boris Johnson ndio walimwambia Zelensky akatae, wakati Urusi anajiondoa kivu akaelekea upande wa Kiev, mashariki. Anasema tulishaimaliza hmm. Lakini wao waligeuka. Sasa hofu ya yeah, Putin ni kitu kimoja kuwa ndani ya siku 30, je, yeah, Ukraini ataendelea kupokea silaha Ukraine vikosi vyake vinaendelea kupokea mafunzo kutoka kwa washirika wa magharibi. Je, katika siku thelathini ataendelea kupokea mm, au siku thelathini mnataka kuzitumia kama nafasi ya kujipanga, ili Ukraine aweze kurudisha maeneo yake? Kwa hiyo kitu kimoja kilichopo ni kuwa imani ya Putin kwa magharibi ni ndogo yeah. Ndio maana kuna huo kuna hili ambalo Zelensky analisema kama anajivuta taratibu, ni yeye hawaamini kama vile wao hawamwamini mm, ndio kinachotokea. Nashukuru sana, asante <coughs> sana kwa uchambuzi ambao umetupatia. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Tunakamilisha hivyo.